Bwana Yesu asifiwe. Wiki hii tunaomba rehema kwa ajili ya jambo moja ambalo limegawanyika sehemu mbili. Jambo lenyewe ni kutegemea akili zetu wenyewe, yaani ni kutegemea mwanadamu. Kabla ya tarehe 29 Oktoba kufika, unabii ulikuwa umetolewa sana na watu walikuwa wanasema kuwa wataandamana, lakini katika yote hayo hakuna ambaye aliyaweka hayo maandamano mbele za Mungu. Waliotaka kuandamana hawakupeleka maandamano mbele za Mungu ili Mungu ayaongoze maandamano yao. Na wanaozuia maandamano hakuna aliyepeleka maandamano hayo mbele za Mungu ili Mungu ayazuie maandamano hayo. Kila mmoja aliutumainia uwezo wake kibinadamu kwamba anaweza kupambana. Matokeo yake tumeyaona. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na Mithali sura ya tatu mstari wa tano inasema, Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika vitengo vya ulinzi na usalama kuna watu waliookoka na kwenye waliotaka maandamano kuna watu waliookoka. Lakini wote hawakumtegemea Mungu katika yaliyofanyika. Kumbuka kwamba kibiblia hata askari wakitoka kwenda vitani inawapasa wamtangulize Mungu kama wanataka kuuona mkono wa Mungu katika mapambano. Na hata ambao hawapo katika makundi hayo mawili lakini wameokoka na walijua yaliyokuwa yanaenda kufanyika, bado hawakumtanguliza Mungu na hilo jambo limetugharimu sana kama taifa. Ni lazima twende mbele za Mungu kwa toba. Omba rehema kwa sababu tuliruhusu maandamano yafanyike pasipo kulitakasa jina la Bwana kwenye maandamano. Hatukumtanguliza Mungu katika maandamano, hivyo yalikuwa hayampi Mungu utukufu. Ombi la pili. Omba rehema kwa sababu tuliruhusu nguvu iliyotumika kuzuia maandamano itumike bila kulitakasa jina la Bwana. Hatukumtanguliza Mungu katika kuzuia maandamano, hivyo hakuna nafasi ya kumpa Mungu utukufu. Kama umesikia kuna maandamano mengine mahali unapoishi basi, yapeleke mbele za Mungu ili kusudi la Bwana lifanyike. Kama Mungu ameruhusu yafanyike, basi mtangulize ili yafanyike bila kuleta uharibifu mkubwa wala vifo vya watu wasio na hatia. Na kama si mapenzi ya Mungu maandamano yafanyike, basi Mungu ayondoe hayo maandamano kwa mkono wake wenye huruma ili kuepusha uharibifu na vifo ya watu wasio na hatia. Nilisema tutaanza kuombea mafuta ambayo tutayatumia katika maombi ya kuiponya nchi. Hivyo ukiwa umeshika chupa ya mafuta ya mzeituni uombe kwa maneno haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba uyabariki mafuta haya. Yawe ishara ya nguvu zako na upako wako. Naitia damu ya Yesu juu ya mafuta haya, na ninaomba kwamba mafuta haya yabebe uwepo wako. Baba, mafuta haya ni alama ya imani, nikijua kwamba nguvu za kweli zinatoka kwako pekee. Nimeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuendelea kuombea mafuta yako tena na tena. Hivi karibuni nitakupa maelekezo ya wapi na vipi uyatumie mafuta hayo. Pia maombi tuliyoyaomba leo, maombi ya rehema na kumtakasa Bwana kwa mambo yajayo, unapaswa kuendelea kuomba zaidi na hasa kwa kunena kwa lugha pia. Mungu na aiponye Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kujumuika nami katika maombi. Kama bado huja subscribe fanya hivyo sasa hivi. Baki katika pendo la Yesu Kristo na kupenda